Kuna wakati mama anajiangalia usiku wa manane akiwa amechoka mtoto kifuani na anajiuliza, "Je, maziwa yangu yanatosha?" Kila kilio cha mtoto kinamgusa rohoni. Kila tone la maziwa linaonekana kuwa na uzito wa upendo usio na kipimo. Ikiwa wewe ni mmoja wa mama wanaopitia changamoto ya kuona kana kwamba maziwa hayatoshi, tafadhali jua hili, wewe si peke yako na hakuna kosa katika moyo wa kujitahidi kwa ajili ya mtoto wako. Katika video hii tutashirikiana njia tano za kisayansi zenye uhalisia za kusaidia kuongeza maziwa yako, si kwa shinikizo bali kwa msaada, kwa sababu hapa Moyo wa Malezi tunaamini kuwa kila mama anastahili kuuelewa mwili wake, Kuthamini juhudi zake na kupata msaada anaohitaji kwa heshima na huruma. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya jamii, familia na jamii nzima. Ukitaka kututumia ujumbe, kutaka ushauri, au kutupigia simu, basi tumia namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni kuongeza mara ya kunyonya, yani kuchochea ambayo hii tunaita supply demand. Kanuni ya msingi ni supply and demand. Upande wa maziwa zaidi hufanyika pale unachochea maziwa mara nyingi na kuyatoa vizuri. Utafiti unaonesha kuwa ongezeko la mara ya kunyonya huambatana na ongezeko la uzalishaji wa maziwa. Tukiwaangalia awa Huang et al, ya elfu mbili na ishirini ilionyesha mikakati ya kunyonya, yani mara nane hadi kumi na mbili ambayo hii ni ndani ya masaa ishirini na nne. Usizuie mtoto kunyonya usiku ikiwa inawezekana pia tumia mbinu ya power pumping yani kuchochea kunyonya, yani kupampu kwa vipindi vinavyofuatana. Mfano, dakika ishirini unapumzika, tena dakika kumi tena dakika kumi nyingine, unapumzika tena dakika kumi na dakika kumi nyingine, yani unaendelea ili kuiga kipindi ambacho mtoto atakuwa ananyonya mara nyingi. Hoja ya namba mbili ni kuhakikisha utaalamu wa kunyonya ambayo hii ni latch na utoaji wa maziwa ambayo ni milk removal efficiency. Sio tu mara ya kunyonya, bali pia namna ya kunyonya. Ikiwa mtoto hajaanza kunyonya vizuri, maziwa yaliyomo ambayo ni mabaki ndani huashiria mfumo wa kuamsha maziwa ambao hii tunasema ni signal kwamba haina haja ya kuongeza uzalishaji, kwa mfano kutumia mikanda ya kubakisha switch nursing, yani kubadilisha sisi wakati mtoto anashindwa kutosha, na kusisitiza kuchambua matiti ambayo hii ni breast massage kabla na wakati wa kunyonya. Pampu kunasaidia kutoa maziwa yote yaliyopo. Utafiti wa strategies for boosting breast milk supply unaangazia kwamba masaji na breast care ni mojawapo ya mikakati yenye faida kubwa. Tumia breast compression wakati mtoto ananyonya, yaani bonyeza taratibu matiti upande wa pembeni ili kusaidia kunyonya maziwa yaliyo nyuma ya matiti. Hoja namba tatu ni skin to skin, hii ni ngozi kwa ngozi na uhusiano wa karibu na mtoto. Utafiti unaonyesha kwamba ukishaweka mtoto ngozi kwa ngozi, yaani mtoto bila nguo juu ya mama, akigusa ngozi ya mama, huongeza viwango vya oxytocin na prolactin ambazo zinachochea uyoyushaji na uzalishaji wa maziwa. Hii pia husaidia mtoto kuwa na hamu ya kunyonya mara kwa mara na kuongeza motisha ya kunyonya. Mbinu hii ni rahisi na inaboresha uhusiano kati ya mama na mtoto, huleta utulivu wa moyo na kuimarisha uhusiano wa malezi. Hoja namba nne ni lishe ambayo tunasema hii ni nyongeza za lishe na afya ya mama. Mambo ya kula, kunywa na lishe bora yanaweza kusaidia kuhakikisha mama ana mahitaji ya nguvu, protini, madini na vitamini. Kitu muhimu kwa uzalishaji wa maziwa. Baadhi ya vyakula na mimea hujulikana kama vimeng'enyaji vinavyosemwa kuongeza maziwa, mfano oats, blueberries, yeast, fenugreek, mboga za majani alfa, yani alfa alfa. Utafiti wa strategies for boosting breast milk supply unataja soy milk ambao hii ni oxytocin message ambao ni kituo cha breast care na ok pressure, kama mikakati ya kuongeza maziwa. Hata hivyo, ukaguzi wa makala ya Cochrane kuhusu kuongeza maji ndani ya extra fluids unaonyesha kuwa hakuna ushahidi thabiti kwamba kunywa maji zaidi kuliko kinachohitajika kuongeza uzalishaji wa maziwa. Kwa hivyo mama apate maji ya kutosha kulingana na mahitaji yake bila kuamini zaidi ya kiasi kinachowezekana, ki, ki, yani kitabia. Hoja namba tano ni utambuzi wa sababu za kibaiolojia na usaidizi wa kitaalamu. Wakati mwingine shida ya upungufu wa maziwa inaweza kusababishwa na mambo ya kiafya: matatizo ya homoni, upungufu wa tishu za matiti, matatizo ya tezi la mateso, au matatizo ya kunyonya. Kama hali hizi ambazo, usaidizi wa kitaalamu wa kusimamia nyonya, ambao ni lactation consultant au daktari, ni muhimu. Atachunguza tatizo msingi na kutoa tiba inayofaa. Katika baadhi ya nchi dawa kama Domperidone hutumika kuongeza maziwa kupitia kuongezeka kwa prolactin, lakini matumizi yake yanahitaji ushauri wa daktari kwa sababu ya athari na udhibiti tofauti wa dawa kwa nchi. Katika mini studies wanawake wengi hutumia Galactobus, lakini kuna ukosefu wa mwongozo rasmi kuhusu ufanisi wake, hivyo ushauri wa kitaalamu unahitajika. Mama mpendwa, naelewa hofu zako, mashaka yako. Unataka kumpa mtoto wako kila unachoweza. Mambo ya malezi siyo rahisi, lakini kumbuka nguvu yako si tu kwa maziwa, ni upendo, uvumilivu, ustahimilivu na kujifunza kila siku kila kunyonya, kila pumzi, kila jitihada ni ncha ya uhusiano wa moyo unaojengeka kati yako na mtoto wako. Huu sio ukombozi wa haraka, bali safari ya kujua uwezo wako. Video hii ni mwongozo tu, wewe ndiye msingi. Kuja tukipande pamoja, hatua kwa hatua. Kama video hii imekugusa au umejifunza kitu kipya siku ya leo, basi usiache kukomenti hapo chini ukituambia, je, wewe unatumia njia gani kuongeza maziwa kwa ajili ya mtoto wako. Usiache kushare kwa wazazi wengine, ili pia nao waweze kujifunza kitu kizuri ambacho umejifunza. Subscribe kwa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi na usisahau kugusa alama ya kengele kila unapokuwa unatazama video zetu ili uweze kupata notification za video zetu nyingine ambazo zinafuata. Mungu akubariki sana, tunakutakia malezi mema, tunakutakia unyonyeshaji mwema wa mtoto wako, ili mtoto aweze kuwa na afya njema. Kumbuka, maziwa ya mama ni kila kitu kwa mtoto wake. Wewe ni mama mwema, Mungu aendelee kukubariki sana, asante.